Ah, e bwana mambo vipi? Kwa majina naitwa Sadiki Kinyuku. So kwa leo tunaendelea namna ile ile ya kueleza matatizo ya kompyuta. Kitu cha kwanza cha kujua na cha kuzingatia, kwamba kompyuta ina matatizo zaidi ya mia, zaidi ya mia, yani mengi zaidi, yani mengi sana, ila sio kila tatizo la kwenda kwa fundi. Kuna baadhi ya tatizo ni la kutuliza tu akili na kufikiria ni kivipi tatizo limeanzaje, chanzo ni nini, basi unaweza ukalisolve mwenyewe, kwa sababu kuna wakati mafundi pia wanakuwa ni wajanja sana, kulingana na nyakati. Anaweza kukambia mashine ina shida kitu kimoja hiki, kumbe mashine ina shida ikawa tu iko safi. Hasa kitu cha kwanza tunaanza kuzungumzia mashine ikiwa inapata joto, ambayo kisayansi zaidi mashine kupata joto usani kwenye kompyuta, hiyo process tunaita thermal temperature. Uh, semo temperature kwenye kompyuta nyingi zimekuwa tatizo, na semo semo temperature inasababishwa na vitu vikuu vitatu, kama sijakosea. Kitu cha kwanza ni vumbi. Vumbi likizidi kwenye kompyuta inasababisha semo temperature. Na kitu cha pili ni kuchemka kwa processor ambayo processor inaweza ikawa imekufa au inaanza kufa au processor ikawa ina shida kwamba inatakiwa uupdate au au iupgrade kwenye system. Hiyo ni tatizo la pili. Pia tatizo la tatu, inawezekana ikawa imekauka compound au inaitwa thermal paste, ni mafuta fulani ya joto yanapakazwa juu ya processor kwenye VGA card au chipset ambayo ni ni hot sink. Kwa hiyo itakuwa imekauka. Kwa hiyo ikikauka, ya mafuta inatakiwa uyanunue uyapake pale kwenye processor au kwenye vijeni inayochemka au kwenye chipset solution ya semo temperature ina solusheni moja tu. Solusheni hiyo ni kununua semo paste ambaye ikichupa kidogo inauza shilingi elfu tatu ukapakaza kwenye processor na, kufu, na kufunga ile waya wa feni ule, ule waya lile cover la kwenye processor unapaka kwenye processor. Processor unapaka kwenye na kwenye lile cover pale ndani kidogo, unapaka kidogo tu. Misili ni kidogo sana unapaka, usipake nyingi, paka kidogo. Baada pale unafunga processor na unakaza zile nati za lile bamba bamba bamba la juu lile. Tatizo la pili, mashine kulia. Kwa mfano unatumia makompyuta yale makubwa au laptop, mashine inapiga dim light, yani mashine inapiga alarm. So ile inasababishwa na kitu sababu kuu moja, kama sijakosea, ile inasababishwa na... kuna kitu kimoja kinaitwa Smos battery ambaye smos battery yenye inasaidiana na RAM kwa ajili ya kutunza kumbukumbu kama vile tarehe, siku, mwaka kwenye kompyuta na kufanya system start -up. Smos battery na kazi kubwa sana, watu washinda kuelewa. Smos battery inauza shilingi 2000 smos battery inauza shilingi 2000 ambaye yenye nafanya kazi ya kufanya start -up. Ukiachana na kufanya startup yenyewe na inahusika tena up data zingine, kwenye masuala ya kuback up data, kwa sababu kuna baadhi ya data au taarifa zingine unakuta labda una save kwenye faili hili, baadaye hizo taarifa zinabi hidden, yani zinajipotea automatically. Kuna wakati pia smart battery inahusika kutunza kumbukumbu za muundo huo, kwa sababu smosbeti ikisaidiana na RAM sababu RAM ina kazi nyingi sana ndio maana kazi hiyo yeye kama RAM amemwachia smosbeti, sababu smosbeti yeye ndio anahusika kutunza kumbukumbu, bali RAM yeye anahusika kutunza kumbukumbu kubwa na kufanya display ya kioo, kufanya mashine iwe nyepesi. Kufanya graphics ifanye nye kazi vizuri ni kazi ya RAM ikisaidiana na chipset ambayo yeye yeye chipset imebeba system nzima ambayo yeye ina boost taarifa kwenda kwenye processor. Tatizo la tatu nikasema ni tatizo la la kio oo kinaonesha mapicha picha hivi, yani inashuka, yani, na kupanda yani, kama mawingu mawingu fulani. Hiyo tatizo linasababishwa na na graphics, yani kwenye computer graphics ikiwa haijakaa unyama, maana yake means kwamba kio kinaanza kushake shake na kuonesha mapicha picha kwa kuwasha, kujua moja kwa moja mashine yako ina changamoto ya graphics, na hiyo sio tatizo upekwa fundi. Hilo ni tatizo la kuingia website ya mashine hiyo. Kama ni Dell, ingia Dell assistance, na kama HP, ingia HP assistance. Baada hapo ingiza model ya mashine yako. Baada ya pale download compatible driver. Baada hapo unakuja unaenda kuinstall. Before kuda kudownload unatakiwa uangalie unatumia Microsoft Windows gani, maana pale zile driver wameziarenji kulingana na Windows na, na mashine yako, generation kama mashine yako wewe, labda, na yangapi kama mfano utumia mimi hii ni Dell Latitude E5420 generation ya pili k nitaandika pale Dell Latitude E5420 generation ya pili, baada ya pale utaniambia unataka driver gani, nachagua driver. Nataka labda graphics HD graphics ambayo ni video card nitaiselect. Utaniuliza pia unataka kutumia ukainstall kwenye window gani? Unaweza ukapiga, unasema ukaandikia 10, kuna 7, kuna 8, 8.1 unasema ukaandikia nani. Maana kwenye nani pale inakuwa ni driver ni compatible na window zote kwa mara nyingi tubonyeze kwenye nani kwa sababu kuna siku za tamani kupiga window 7 alafu driver unayo window 10 Kwa hiyo atakusaidia kuweka kwenye, kwenye nani ili uweze kuinstall kwenye draiva zote. Basi hiyo hii kwa leo ilikuwa ni part 2 Basi tukutane part 3 Kwa majina naitwa Sadiki Kinyuku, asanteni.